Kuna kundi la watu miongoni mwao ambao wanatumika moja kwa moja na mfumo baada ya kushindwa kutumika ndani ya Chadema. Sasa wametangaza kujiondoa, wanakwenda chama kingine, waende. Sisi tutaendelea na mapambano mpaka kieleweke. Kuna watu wanaosukumwa na upepo walioaminishwa kwamba Chadema haitashiriki uchaguzi na kwa sababu Chadema haitashiriki uchaguzi, kuna chama cha upinzani kitainuliwa na watawala, ili kipewe baadhi ya viti vya ubunge ikipewe na ruzuku, wao wamepata tamaa wakifikiri kwamba sisiemu hao na mfumo unawapenda sana. Nataka niwaambie hadharani, kwa sababu ushawishi huo utakuja mpaka hapa Bukoba. Nataka kuwaambia wakumbuke mwaka elfu mbili na ishirini. Sasa miongoni mwao wako wanaopita wakiwadanganya wanachama wa Chadema kwamba wanawaambia kwamba katika huko kuhama kwao hao waliotangulia wameanza wanasema kwamba nyuma yao yuko mwenyekiti mstaafu Freeman Mbowe na wanasema kwamba anawafuata kwa ajili ya kugombea urais. Sasa mimi huwa kwa nafasi yangu kama mtendaji mkuu nikitokea jambo lolote, huwa napenda kabla sijasema chochote nipate haki ya kusikiliza wahusika. Nataka kuwaambia Bukoba: Niliwasiliana na mwenyekiti Freeman Mbowe, na mwenyekiti Freeman Mbowe akanijibu yeye ameamua kupumzika siasa mwaka huu wa 2025. Hana dhamira ya kugombea ubunge wala udiwani wala uongozi kwenye chama chochote cha siasa. Kwa hii ni kauli ya mwenyekiti.